Hapo zamani za kale katika msitu mkubwa wa kijani kibichi, wanyama wote waliishi kwa furaha na amani. Kulikuwa na simba shujaa, tumbili tumbili mcheshi, ndege waliopenda kuimba imba, na ndovu mzee mwenye hekima aliyeitwa Babu Tembo. Kila kitu kilikuwa shwari, hadi siku moja jambo la ajabu likatokea. Babu Tembo alianza kulalamika kwamba tumbo lake lilikuwa linaimba lina imba kila usiku. Wanyama wengine walidhani anatania tu, lakini usiku ulipofika, walishtuka kusikia sauti ya ajabu kutoka kwa babu Tembo. Oh, tumbo langu linaimba! Oh, nina ogopa sana, alilia kwa uchungu. Asubuhi iliyofuata, Simba mfalme wa msitu alimtembelea babu Tembo. Rafiki yangu, aliuliza kwa upole Umekula nini hasa hadi tumbo lako litoe sauti za ajabu hivyo? Babu Tembo alijibu kwa sauti ya chini, nilikuwa na njaa sana jana. Nikakuta matunda mazuri yanayonga chini ya mti wa siri, nikayala. Sikujua kama yalikuwa na majabu yoyote. Tumbili ambaye alikuwa akisikiliza juu ya mti, aliruka chini na kusema kwa mshangao, Aha! Huo ni mti ambao unalindwa na roho wa masitu. Matunda yake haya paswi kuliwa na yeyote bila ruhusa. Wanyama wote walipata hofu, lakini waliamua kumsaidia ya rafiki yao. Walimwita Kipepeo wa Majabu, kiumbe mdogo aliyekuwa na nguvu za uponyaji. Kipepeo alipofika aliuliza swali la kushangaza, Je, mnajua kwa nini matunda ya mti ule hunga? Wanyama wote wakatingisha vichwa vyao. Hawakujua. Kipepeo akatabasamu na kueleza, mti huo huhifadhi siri zote za msitu. Yeyote anaye anayekula matunda yake bila heshima, tumbo lake huanza kuimba sauti za siri za msitu. Babu Tembo aliogopa zaidi, lakini kipepeo alimtuliza, usiogope, njia pekee ya kupona ni kuomba msamaha kwa dhati na kuahidi kuutunza mti huo. Basi wanyama wote walikusanyika chini ya mti wa siri, wakapanga sherehe kubwa ya upatanisho wakaimba nyimbo nzuri wakapamba mti kwa maua na babu tembo akainama na kuomba nisamehe mti wa siri nilikuwa na njaa na sikujua siri yako takatifu ghafla upepo mwanana ulivuma matawi yakatikisika taratibu na matunda yakang'aa kwa mwanga mkali zaidi kuliko awali na papo hapo tumbo la babu tembo likanyamaza Wanyama wote walipiga kelele kwa furaha. Kuanzia siku hiyo mti wa siri ukaitwa mti wa upatanisho, na babu tembo akawa msimulizi mkuu, akihakikisha kila mnyama anajifunza somo muhimu: ukimheshimu asili, asili nayo itakuheshimu. Asanteni sana kwa kusikiliza hadithi hii nzuri. Kama umeifurahia, tafadhali weka like. Shiriki na wengine na usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu kwa hadithi nyingi zaidi. Tutaonana tena.